Sijui wa Kenya walifanyia nini huko Tanzania. Kwanza ingekuwa mimi ningewaweka viboko. Hii kimbele mbele yetu ya hapa Kenya msipeleke nchi nyingine. Hapa kwanza Tanzania ni mzuri sana. Enda hapo West Africa. Hata huwezi kuongelea siasa uuliza ati hii siasa hapa inakaaje. Hii freedom tuko nayo ni mingi. Unaweza kutusi kila mtu, unaongea vile unataka. Hii kimbele mbele yetu hii msipeleke kwa nchi nyingine. My friends. Kwanza ningekuwa mama Suluhu, ningeweka hawa kuboko mbili mbili, siku mbili. Kama dawa ndio warudi nyumbani wakiwa na heshima. Hii kimbelembele tu ya Kenya na freedom na demokrasia tuko nayo. Fanyeni tu hapa, lakini msidhani msapeleka hapa kwingine hapa nje. So, hii kelele yote mnapiga, kwanza watu wale wengine kwa sababu ni marafiki yetu. Ingekuwa tu hawatujui

nuko na freedom ya kila kitu, lakini msipeleke kwa nchi ya wenyewe. Hiyo ujuaji wetu, hii ujuaji wetu ya Kenya hii iishie tu hapa Kenya. Kama ningekuwa mama Suluhu, lakini mama Suluhu chonjo kabisa, kuja next time make sure wamekula marago, wajue hii ujuaji ya Kenya usipeleke kwa nchi ingine, ungeweka viboko hawa